Lakini mimi ni makamu mwenyekiti, na kazi yangu moja ni kusimamia maadili, hasa watu wanaotaka ubunge wameanza kunyemelea na wananyemelea kwa kuvunja maadili. Tunataka mpige kura mkiwa watu huru, Muiambie CCM tukimsimamisha huyu tunashinda bila tabu, kama atakavyoshinda akiwepo Samia. Na hapa tunataka mtulipe mtu wa mmoja tu katika Wangara, ambaye akija hapa watu waangara watasema kama ni huyu sawa sawa. Kazi hiyo mnaweza mkiifanya vizuri sana lakini wale wanaotaka ubunge nina habari zao, nina habari zao, wameanza kuvuruga vuruga maadili, wanataka mwapige kura kwa hela wanazowapa. Na Biblia inasema rushwa inapofusha nyisi wa Kristu rushwa maana yake ni kwamba, ukiona Karamagi amejaa kijani, lakini ukipewa rushwa, unaweza kusema hiyo sio kijani, hiyo <laughs> ni blue <bru. laughs> rushwa imekwambia hivyo, kwamba hii ni blue <laughs> rushwa inakwambia hii ni blue, na wewe unang'ang'ana una, una unaweza hata ukapigana kwamba ni blue na huku ni kijani, na rushwa ndio inafanya upigane kwa sababu imepofusha macho yako. Na hapa mmeshaanza na wengine wameshasogezwa kumi elfu. Na hiyo nawaambia wagombea wote, wawe wapya au wazamani, wote sio kwamba wazamani wao wana haki zaidi ya kutoa ha -ha. Kazi ya ubunge sio kusambaza hela ni kusambaza huduma kwa jamii. Ndio unasambaza una hela, unanunua mazao. Kama wewe kazi yako unazo hela za kutosha, nunua mahindi kwa bei nzuri, basi ili wananchi wote wafanye nini? Wafaidike, unasambaza hey, unanunua una, una nini? Na hili nalisema kwa wagombea wapya na kwa wabunge waliopo, tunachunguza, tunajua mwenendo huu. Kuna mahali pengine wanazidisha kabisa, wanafanya mambo mpaka yanatia kinyaa. Hasa nawaambia, achaneni na hiyo, wacheni kupofusha wajumbe. Na nyinyi wajumbe, wabalozi wa nyumba kumi, tunawapa heshima ya kutuletea watu, ndio wajibu wenu maana sisi tungehongwa tungemkataa Samia. Sisisi sisi, ndio tunapiga kura, wangesema. Unafikiri wahongaji wangekosa? Wapo tena wakubwa. <laughs>